Nimekuwa ni taa Jamala, nimekuwa ni Saada na Sudi. Nimekutana na Waswahili waliotopea na kutabahari. Huyu ni Airini, Airini, nitakusema chochote. Habari zenu, mimi ni Nimefurahi sana kukutana na Watanzania wenzangu, mm-hmm. Wana madini mazuri, waandishi wa vitabu, yani mm. Akili tambuzi kabisa, na si akili za mbuzi. Wewe ndio Profesa Wala Bin Wala, na yeye ni mtaalamu wa misemo kadha wa kadha. Una lipi la kusema, profesa? Nasema kwamba yeyote, mtu yeyote, binadamu yeyote ajue kwamba kesho yake imo ndani ya leo yake mm -hmm. Unavyotumia leo vizuri, unatengeneza kesho njema. Ukitumia leo yako ovyo ovyo, vibaya vibaya, shela bela, shagalabagala mm -hmm. Unavuruga kesho yako, unapeleka mambo benibeni. Tuko na daktari pia sovu. Hmm, hmm. Karibu sana, useme chochote. Uh, ukiona umefika mbali ujue umetoka mbali. Aise, na Waswahili pia walisema no. Kama hujui unakokwenda, hauwezi no. kukosea njia no. na kama hujui unakokwenda no. basi umekwisha kufika no. <laughs> Ulumbi kila pahala. <laughs>